Karibu sana mpendo wa mtazamaji wa Bukelebe TV. Tunamshukuru Mungu kwa neema ya kukutana tena katika siku kumi za maombi zenye mada kuu Kufunguliwa. Leo ni siku ya tano na somo letu linaitwa tubu na jazwa na Roho Mtakatifu. Mimi ni Yustasela John mwongozaji wa kipindi hiki. Tunakualika ufuatilie somo hili kwa moyo wa unyenyekevu, ukiwa tayari kusikia sauti ya Mungu na kuruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi mpya ndani yako. Na kabla ya kuendelea na somo letu la leo, kwanza tujikabidhi kwa Mungu. Baba yetu yule mbinguni, tunakushukuru kwa uhai na kwa fursa hii ya kujifunza neno lako. Tunakualika Roho Mtakatifu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa somo hili, tufungulie akili zetu, tuelewe tuguse mioyo yetu, tutubu na utujaze kwa nguvu mpya. Ondoa kila kizuizi cha kiroho na utu, ututayarishe kupokea kile ulichotuandalia leo. Tunakuomba haya kwa jina la Yesu Kristo, amina. Somo letu linakwenda kwa jina la Tubu na Jazwa na Roho Mtakatifu. Mpendwa msikilizaji, mpendwa mtazamaji, maisha ya Mkristo hayakamiliki bila kazi ya Roho Mtakatifu. Yesu mwenyewe alielewa muhimu huu. Ndio maana aliwaambia wanafunzi wake wasiondoke Yerusalemu, bali wasubiri ahadi ya Baba. Katika Matendo ya Mitume moja nne hadi tano, Yesu aliwaahidi kuwa wangebatizwa kwa Roho Mtakatifu. Hii inaonyesha wazi kuwa Roho Mtakatifu ni ahadi, si zawadi ya wachache, bali ni haki ya kila amwaminie Kristo. Roho Mtakatifu alishuka kwa nguvu siku ya Pentekoste kama tulivyosoma katika Matendo ya Mitume mbili moja nne Wanafunzi walipokuwa pamoja kwa moyo mmoja, walijazwa wote kwa roho Mtakatifu. Hili linatufundisha kuwa Mungu hupenda kufanya kazi pale penye umoja, maombi na kusubiri kwa imani. Hakuna aliyebaguliwa, wote walijazwa. Hata leo Mungu bado yuko katika yuko tayari kumjaza kila mtu anayejinyekeza mbele zake, lakini kabla ya kujazwa, kuna hatua muhimu sana, nayo ni toba. Katika Matendo ya Mitume tatu kumi na tisa Biblia inasema Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe. Toba si kusema samahani kwa mdomo tu, bali ni kugeuka moyoni, kuacha dhambi na kuanza njia mpya. Mfano rahisi ni kama chupa iliyojaa uchafu; huwezi kumimina maji safi ndani yake bila kwanza kuitakasa. Hivyo hivyo, mioyo yetu inahitaji kutakaswa ili ijazwe na Roho Mtakatifu. Yesu anatupa picha nzuri sana katika Luka 11:11-13. Anasema, kama wazazi wa dunia wanawapa watoto wao zawadi njema, basi Baba wa mbinguni yuko tayari zaidi kuwapa Roho Mtakatifu. Hapo tunaona jambo moja muhimu: Mungu hataki mengi sana kutoka kwetu, anataka tu tumwombe kwa imani. Hakuna sadaka kubwa, hakuna mateso, hakuna masharti magumu, ni kuomba kwa unyenyekevu na kutii. Ellen G White anatukumbusha kuwa Mungu anaweza kutenda kazi kwa nguvu mno pale watu wanapojitoa kikamilifu kuongozwa na Roho wake. Tatizo si kwamba Mungu hataki kutupa Roho Mtakatifu, bali mara nyingi sisi hatuthamini zawadi hii kama itakiwavyo. Pale ambapo Roho Mtakatifu hapewi nafasi, ndipo hukuwa na ukame wa kiroho, giza la rohoni na kushuka kwa imani. Kujazwa na Roho Mtakatifu hakuonyeshi kwa makelele makubwa au hisia za juu pekee, bali kwa maisha ya utii, upendo unyenyekevu na kumtegemea Mungu katika kila hali. Utakatifu ni kuishi kila siku kwa neno la Mungu, kufanya mapenzi yake na kutembea kwa imani, hata pale ambapo hali haieleweki. Ndugu yangu, leo Roho Mtakatifu anakuita, anakuita utubu kikamilifu, uachane na kila dhambi, kila tabia inayoharibu uhusiano wako na Mungu, anakuita umwombe Mungu akujaze upya. Kujazwa na Roho Mtakatifu si tukio la mara moja tu, bali ni uzoefu wa kila siku. Ndio maana Biblia na watumishi wa Mungu anatuhimiza kuomba ubatizo mpya wa Roho Mtakatifu kila siku. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako ambalo limetufundisha na kutukumbusha mapenzi yako. Leo tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu, tukitubu dhambi zetu zote za kujua na kutokujua. Tafadhali zisamehe, zitakase na uzifute kwa damu ya Yesu. Tunakuomba sasa, Baba utujaze kwa Roho Mtakatifu, tujaze upendo wako, nguvu yako, hekima yako na utii. Ondoa kila kitu kinachokuzuia kufanya kazi kamili ndani yetu, tufanye vyombo vinavyotumiwa kwa utukufu wako katika familia zetu, kanisani na katika jamii. Tunajisalimisha mikononi mwako, tukiamini kuwa uliyeanza kazi njema ndani yetu utaikamilisha. Tunakuomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo, Mwokozi wetu na Bwana wetu, amina. Mungu akubariki sana mtazamaji, kwa kushiriki siku ya tano ya maombi. Endelea kuwa nasi Bukelebe TV nakumbuka, tubu, omba na ujazwe na Roho Mtakatifu kila siku. Mtazamaji, habari njema ni kwamba Bukelebe TV hivi sasa inapatikana katika mitandao ya kijamii. Instagram ni Bukelebe TV, pita pale like, comment, share kwa ndugu wengi zaidi, ili nao waweze kupata habari njema, lakini pia Facebook na YouTube tunapatikana kama Bukelebe TV. Uwe na wakati mwema. Mimi ni Yustasela John.